gezi kama mnavyofahamu, nimekuja kwa ajili ya masuala ya wakulima, lakini nikaona kabla sijaenda kwenye shamba darasa, nimethamini wakina mama wote mliobeba mabango, nimeathamini ndio maana sijaenda kule ambako kwenye kazi iliyonileta, nikasema nianze kujibia haya mabango na kwa sababu naona. Jambo kubwa hapa ni zahanati si ndio? Samia ni mama si ndio? Waziri wa afya, mama yetu Jenisa Mwagama, ni mama si ndio? Na mimi mwakilishi wenu wa wanawake kutoka mkoa wa Mbeya niko hapa si ndio? bea na mimi nitayabebea kwa nafasi yangu kuona kwamba nakwenda kusimamia na kuyasemea vizuri, lakini kuhakikisha hiyo zahanati sasa iwe mwisho, kwamba tunaye rais mwanamama anayejali sana, tunaye waziri wa afya anayejali sana. Niwahakikishie ujio wangu hapa santili leo. Kilichosalia kitakwenda kukamilishwa <laughs> na zahanati itafanya kazi. Kesho asubuhi na mapema nitafika mezani kwa naibu waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya, rafiki yangu Dr. Festo Dugange. Hii milioni tano ofisini kwa Samia itakuja hapa kwa mwendo uh, wa kuruka. Hakikisha zahanati ikamilike, wakina mama tupate heshima tunayostahili, wakati tunaendelea kuijaza Jojo yetu, na wakina baba wafurahi, tukajiachie tuje tuwaletee watoto